Mazungumzo yetu ya mwenge wa kaunti ya tajiri katika kongamano la mabunge ya kaunti naloendelea hapa jijini Nairobi. Lakini jana katika siku ya kwanza ya kongamano hilo kizaza kilishuhudiwa, uh, wakati wa kongamano la mabunge yote ya kaunti loandaliwa hapa Nairobi, baada ya wakilishi wodi kusisitiza ni sharti Rais William Ruto ahudhurie kongamano hilo. Wakilishi hao walimfurusha waziri wa michezo Salim Mvuria, aliyekuwa amefikisha ujumbe wa Rais Let's be a Yes, siku ya kwanza ya kongamano la mabunge ya kaunti lililowaleta pamoja wawakilishi wadi zaidi ya 1600 lilishuhudia kizaazaa hapa Nairobi. Kisa na maana, walikuwa wanamtaka Rais William Ruto mwenyewe ahudhurie kongamano na kuwahutubia. Nani atongelesha president Iliwabidi maafisa wa usalama kumwondoa waziri wa michezo Salim Mvurya kutoka eneo la mkutano Yeni, na wawakilishi wadi waliendelea kuelezea malalamishi yao kwa sauti. Hata kuwepo kwa maseneta hakukusaidia kuokoa hali, wawakilishi wadi waliendelea kulalamika. Give us a little while

<tabili> Oh, maafisa wa serikali wakilazimika kuondoka hali hii ikisambaratisha kabisa mkutano huo. Wawakilishi wa wadi <tabili> hao wanasisitiza kwamba walimtaka Rais Ruto ahudhurie kongamano hilo wakisema, lina umuhimu mkubwa. Waliwalaumu wabunge kwa kile walichosema ni kunyima kaunti fedha za maendeleo, huku akitaka hazina ya maendeleo ya wadi kuwekwa kwenye katiba. Aidha, waliwashutumu magavana kuhusu utendakazi wao na kulalamika kuwa mawaziri wa kaunti wanachelewesha miradi ya maendeleo kwa kupunguza bajeti pia wanataka kuangaliwa upya kwa marupurupu yao yakiwemo ya leo, usafiri, mikopo ya magari pamoja na malipo mengine. Kongamano hili la wiki moja linatarajiwa kuhudhuriwa na wadau wengine wakiwemo wale kutoka Tume ya Ugavi wa Rasilimali ya Kitaifa, Afisi ya Mkaguzi wa Bajeti, mabunge na maseneta Jamila.